Ni baada ya kuulizana habari ya habari yako, Muislamu, uko vipi? Uko salama nini? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa TV yako pendwa ya Halaal Charity TV, karibu tena kwa kipindi cha Waijua Dini Yako, na hii leo tukiwa ndani ya mji wa Mombasa ndani ya area ya Mwembe Tayari. Swala leo inaangazia salamu, salamu ambayo tunatumia sisi kama Waislamu na pia wasiokuwa Waislamu kwa jumla. ni nini maana ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa tafsiri? Ungana nami tukipata faida na majibu ya wakazi wa area hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi <tiponati> wa wa barakatuh. Wa alaykum salam. My brother, Naitwa <tiponati> Ibrahim. Ibrahim, hii. E, Asalamu alaykum area hii. Waitwa nani? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maana yake ni nini? tunasalimiana kila siku tafsiri yake asalamu e, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh da kimi venye naelewa bwana, asalamu <laughs> alaykum, unamsalimia mtu eh, unapomwona, si ndio? Sasa maana yake unamjulia hali mjulia hali, unamjulia sasa maana ile hiyo asalamu alaykum <laughs> hali tafsiri yake Kiswahili. Asalamu alaykum. Hapo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maana yake ni nini kwa tafsiri? Yeah. Yani, <tip> zwe zwe kwa tafsiri, maana yake Assalaam Aleikum sala, yani amani zote ziwe ziwe kwako <tip> no, kweli no, kabisa. Warahmatullahi na rahmatullah rahmatullah, mm-hmm. rahmat wa na rahma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yako uh-huh. Eh, wabarakatu <laughs> <laughs> na na baraka zote uh -huh. Uwe nazo Allah. Yes, Allah Allah kwa Allah. Yes. Yeah. Allah. Ah, takbir. My brother, wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina lako nani? Niko na swali rahisi hapa. Hii asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nimekusalimia nayo, je, maana yake ni nini? Kitafsiri maana yake? Hizo ni salamu za Waislamu, waisla a sasa hiyo ni Kiarabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitafsiri Kiswahili ama Kizungu ni vipi? Kiswahili zile ni salamu za, yani, ile ni salamu za Waislamu ambao wanasalimiana asalamu wa wa wa wa wa rahmatullahi rahmatullahi salamu alaikum alaikum aaswali la leo katika kipindi chetu hichi Waijua Dini Yako ndani Halal Charity TV, swali ni hii: assalamu alaikum wa aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, maana yake ni, inamaanisha amani iwe nawe. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amani nawe ni asalamu alaikum. Maanisha kwamba ni Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma na baraka. Umejaribu kweli. wa ina, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ra Wa rahmatullahi ni kwa rehma za Allah na baraka zake juu. Mtakupa sababu umejaribu sana. Asante. Asante. wa Wa wa wa rahmatullahi wa uh -huh. ni, un, uh -huh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam my brother. Hussein Huseni, hii salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa watu wanaitumia maana yake nini? Kitafsiri. Aya <laughs> <laughs> tafsiri yake ni salamu ya Mungu hiyo. hii salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni Kiarabu? Je, Kiswahili ama <laughs> <laughs> kizungu <laughs> <laughs> tafsiri <laughs> yake <laughs> nini? Ah, siwezi tafsiri. siwezi tafsiri. Eh. Jaribu kabisa. siwezi jaribu wa my brother? Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Baba Zare ni kine mlangu, jina langu Yusuf hapa. Uh, katika swali letu la katika kipindi chetu cha Waijua Dini Yako leo, swali ni nini wa wa sana. maana alaikum, wa alaikum, ya hii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamu naitumia wa asalamu alaikum wa alaikum salaam ni baada ya kuulizana habari ya habari yako, Mwislamu, uko vipi, uko salama. Nini tafsiri yake? Hii asalamu alaykum ni Kiarabu, sio? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni sa kiswahili yake, kama salamu yako, nakuuliza vipi hali yako. Ah, hii kipindi chetu cha waijua dini yako, swali la leo rahisi sana. Hii asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maana yake nini? Tafsiri yake? Tafsiri yake asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. amani ile juu yako Amani iwe juu yako. Ule unosalimiwa ni amani iwe juu yako. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Amani iwe juu yako ni salamu alaykum. Ah, ni amani iwe juu yako wewe iwe juu yenu na ukue na salama kabisa. Ni hivyo hivyo tu. Amani iwe juu yenu. Amani iwe juu yenu. Tuwe na amani. Assalamu alaikum. Amani iwe juu, iwe juu yenu. Warahmatullahi wabarakatuh, kama kurehemu yani, na tupatie baraka sote. Baraka. Waalaikum salaam warahmatullahi. Vipi, Ali yako bosi? Alhamdulillah. Jina unaitwa nani? Saidi. Saidi, mimi niko na swali hapa rahisi sana na niko na zawadi kubwa hapa. Swali lenyewe ni hii asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaisoma kama tunasalimiana kama Waislamu. Je, ina maana gani? Hmm. Maana hmm. Amani, amani iwe iwe yako juu. Shukran Shukran, hiyo. Wa wa wa alaykum salaam rahmatullahi barakatuh. Sharif Ramadan. Sharif Ramadan, niko na swali leo, swali rahisi na na niko na zawadi hapa. Je, hii asalamu alaykum wa wa rahmatullahi barakatuh ina maana gani, tafsiri yake? Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Amani Amani ya ya Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mungu juu juu yako. yako. Eh, wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Na rahmana baraka zake. Rahmana baraka zake. Shukran. Mabruk. Takbir. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Zangu, vipi hali yako? Salama. Uh, ah, swali la leo katika kipindi chetu cha Waijua Dini Yako. Maana ya hii Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ni nini? Yaani ni mamkuzi ya Kiislamu tafsiri yake katika Kiswahili hiyo ni Kiarabu. Yale ni ni ni, ni, ni ni ni salamu ka salamu. Asa, yu, ili, salamu le, le, ne salamu. Katika hiyo hiyo. Sasa asalamu alaykum ni Kiarabu. Je, Kiswahili tafsiri yake ni ni ni ni ni nini? Yale salamu salamu Salamu. Salama. Tafsiri ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin tumefika chamati ya kipindi chetu cha Waijua Dini Yako, tukiwa leo nani ya Mwembe Tayari Mombasani, na swala leo lilikuwa ni nini, maana ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kama salamu tunavyotumia? Je, tafsiri yake ni nini? Najibu ni tafsiri ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni amani iwe juu yenu, ama amani iwe juu yako na rehma za Allah, na vile vile baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Mekuwa wako Al-Akh Yusuf Musa, na nyuma ya kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Inshallah, tupatane wiki ijayo.